Bwana wabariki kwa jina anajulikana Nabii Felix Mangosongo eh, kutoka kwenye masikani wa ujumbe wa saa kutoka jiji la Arusha nchini Tanzania. Niko hapa kwa ajili ya kuelezea unabii uliotoka tarehe 27 ya mwezi wa 4 mwaka 2025 ambao Mungu alitoa unabii kuhusu nchi ya Tanzania. Kwa sababu ilionekana katika michoro ya kinabii kwamba eh, mwamba mashuhuri Yesu alikuwa anazungumza juu ya mipaka ya nchi Marishwe na katika lile ono, katika mahesabu ya kinabii na ile sauti ambayo mwamba mashuhuri Yesu alipokuwa mi ameleta nilipokuwa juu ya kilele cha mlima mojawapo wa maombi katika nchi ya Tanzania, na alisikia kutoka kwa Bwana katika michoro ya kinabii kwamba mipaka inchi, ya nchi iimarishwe. Na baadaye nilipotazama, niliona mipaka ya nchi ya Tanzania imeimarishwa jeshi la nchi ya Tanzania katika mchoro. Wakati na e, unabii huu unatoka, ulitoka katika lugha za kinabii, na mnaelewa nini kinaendelea katika nchi ya Tanzania kuelekea kuelekea wakati huu tulionao, hasa kuelekea katika uchaguzi. Nini kinachoendelea sasa hivi? Kwa sababu ni kama vile kuna hali ya kuingiliwa kwa mfumo wa mawasiliano. Na hiyo Mungu alipokuwa anazungumza habari ya mipaka, mipaka tu, sio katika kuzunguka katika ramani ya nchi ya Tanzania, mipaka ni pamoja na maswala ya mifumo yote ya, ya internet na mifumo yote ya mawasiliano ambayo inamilikiwa na serikali pamoja na mifumo ya, ya, ya majeshi ya nchi katika michoro ya kinabii. Kwa Mungu alileta tahadhari kwa sababu kama nilivyokuwa nimeeleza katika ule unabii kwamba kulikuwa na tishio la watu kutoka kwenye mataifa ya nje kana kwamba kuonekana kwake ni kama vile wanashirikiana na watu wa nchi ya Tanzania katika kutaka kuyaleta machafuko katika nchi ya Tanzania. Mwamba Mshauri Yesu alinipa mahesabu yake na mwamba mkuu Yesu katika unabii ule aliweka mazuio katika michoro ya kinabii. Na ikumbukwe Mungu Mshauri Yesu aliweka hayo mazuio na mnajua nini kinachoendelea. Na katika ule unabii Bwana Mungu Mshauri Yesu alitoa anwani maalum kwa ajili ya maonyo dhidi ya yale yaliyokuwa yanaendelea katika nchi ya Tanzania na mnajua kuna watu kutoka mataifa nje walikuja katika nchi ya Tanzania na mnajua nini kinaendelea katika mitandao na katika vyombo vya habari, lakini ikumbuke, Bwana Mungu mashuhuri Yesu alitoa anwani malomo dhidi ya serikali na dhidi ya vyombo vya usalama katika nchi ya Tanzania, wafanye uchunguzi wa kina, usifanye masiara, kwa sababu Mungu alionyesha katika michoro kwamba kuna dalili ya kutaka kuleta machafuko katika nchi ya Tanzania kuelekea kwenye uchaguzi huu. Na hamba e, Mungu pia alitoa maonyo dhidi ya, ya wahubiri wa injili kwa maana viongozi wa dini na wahubiri wa injili wawe na tahadhari na kauli zao sababu injili sio jukwaa la kisiasa injili, ni jukwaa la mahubiri ya injili. Pamoja na Mungu kuizungumza mambo kabla yajatokea, kwa ajili ya kusaidia nchi iweze kukaa sawasawa, lakini matamko ambayo yanatoka na mitazamo ambayo inatoka inaweza kuleta mtazamo tofauti katika michoro ya nabii. Na ikumbuke wewe Watu warejee kwa Bwana Mwamba, ushirisho wapate, wapate maelekezo kutoka kwa Mungu mkuu Yesu. Kwa hiyo niko hapa kwa ajili ya kuelezea jambo hili katika mishoro ya nabii. Lakini pia naelezea unabii mwingine ambao Mungu mwenyewe Yesu aliniambia. Kuna kitu kinaitwa ultimatum, nilisikia kutoka Bwana na niliona katika ono la kinabii. Niliona kama vile mataifa ya magharibi mwa dunia kwa maana ya Ulaya ma, ya magharibi wanatoa ultimatum dhidi ya viongozi wa ngazi ya juu katika nchi ya Tanzania, ama kuonekana kwake ilikuwa ni kama viongozi wa, wa masuala ya usalama katika nchi ya Tanzania. Na hii alipo nyuma ya pazia kulikuwa na jambo ambalo haliko sawa. Ndio Bwana Mungu mshauri Yesu akaniambia, nilifichua katika mchoro wa kinabii, na hii jambo ninalifuta katika ufunuo, ninalifuta katika lugha za kinabii kwa sababu ni mpango wa siri, na wote mnajua nini kinaendelea. Baada ya mambo yaliyoendelea katika nchi ya Tanzania, mnajua nini kinachoendelea na misukumo dhidi ya ushoga na usagaji ambao ni shinikizo ambalo linatoka katika Ulaya ya Magharibi. Na ikumbukwe, na hapa natumia jukwaa hili pia kuwaonya viongozi wa bara Afrika wasiige wala usifuate jambo hilo kwa sasa kuelekea siku hizi za mwisho, Mungu anaenda kuachilia mapigo mazito sana duniani kutokana na uchafu ambao watu leo wameamua kuupitisha uchafu duniani bila shaka yote. Na hapa naionya pia nchi ya Tanzania warejee katika michoro hiyo

Wiki leo tarehe ishirini na saba ya mwezi wa 4 mwaka elfu mbili na ishirini na tano kutoka kwenye maskani amenia cungozaa kutoka jiji la ushe Tanzania kwenda barani Afrika nakwenda kwenye mataifa yote ya dunia. Bwana asema hivi. Na alikuwa katika maombi kwenye mlima mmoja, katika mlima wa maombi, na nilipokuwa kule juu, wakati ninaomba mbele za Bwana mwemeshori alisikia sauti kutoko pana iliyoingia ndani ya mwili wangu, ndani ya moyo wangu, ikaanza kusema. Sauti hiyo ikasema maneno yafuatayo: a Jeshi liimarishwe. Jeshi liimarishwe. Na nilipotazama nikaona mipaka ya nchi ya Tanzania jeshi limeimarisha mipaka yote. Maana eh? Na kuangalia kwake naliona nitazama Mungu akaniambia katika michoro. Akaniambia nchi hii inaenda kwenye uchaguzi mwaka 2025. Lakini kuna mpango wa siri uliopenyezwa ndani ya nchi hii. Na ule mpango unatoka kwa watu wa mataifa mengine au watu wa nje ambao wanakana kwamba kuonekana kwake ni kama wanataka kushirikiana na baadhi. Ya watu ndani ya nchi hii kufanya eh, nchi hii isistahimili isi amani yake ta mchao na wakiwa na shabaha maalum, kwa sababu naliona kama jambo la wito au kama jambo la vikao vilivyokuwa vinafanyika katika kuleta machafuko na uharibifu na mapigano katika nchi ya Tanzania, Bwana Mungu shuhuri Yesu akaniambia, toa unabii huu na utoa unabii wa mazuio. Bwana asema hivi, nimezuia mpango huo na umeanguka moja kwa moja na naliona natazama katika michoro nikamwona Bwana katika michoro yake navugazake. Na lugha zake naliona natazama, Mungu akitoa amri. Na hapa natumia jukwaa hili, nawaonya watu wote watakaofuatilia video hii na unabii huu. Nawaonya wote wenye mikakati ya siri, Bwana asema hivi, ninatuma upanga watakatika nchi hii, inapasa ibaki sana hasa mambo na bwana akaniambia katika mchoro, nabii akaniambia, waambie watu wa usalama. Na hapa sizungumzie habari ya vyama vya siasa, nazungumza habari ya usalama wa nchi kwa bara zuri. Bwana mshauri akaniambia, yaambie uvyombo vya usalama, uiambie serikali jambo hili wasilichukue juu juu, wafanye tafiti watumie majasusi wa nchi wachunguze kila hatua, kila wanaoingia na wanaotoka, kila mchakato wowote, mchakato wowote wa uchaguzi unaoendelea uchunguzi ufanyike, na wasifanye masiara. Bwana kaniambia fanya mahesabu haya ya kinabii, na hii ni michoro ya kinabii ambayo mshuhuri Yesu alitoa ramani hiyo hioa, na anatoa maagizo na haya, na anatoa maelekezo haya katika lugha ya kufunua, kazi ya nabii kuonyesha mambo kabla hayajatokea, na njia ya namna ya kushughulikia, na watu wa usalama ndio wana kazi ya kuingia kwa utafiti wa kina kwa njia za kijasusi.

Onyoonyoono kwa viongozi wa kidini na madhahebu, acheni matamko ya kuleta machafuko kwenye nchi. Injili ni jukwa, sio ya kisiasa. Wacheni wanasiasa wavutane kwa lugha zao, sisi tusimame kwenye engo yetu kama haupiliwa wengine matamko yoyote yanayoleta gafia na mtazamo ambayo haupendezi katika nchi. wa wares ametoa ya nimezuia na hapa nawaonya viongozi wa kidini na wazee wa kuhubiri injili, jambo hili ni toka na nimeuachilia upanga wa kaa kwili, Bwana shaba ukataa kwili na unawaka kwili. Nimeuachilia upanga unasimama hapo juu, yeyote atakayokwenda kinyume na hicho upanga utamla, asema mama shuleso. Nimezuia nimezuia, asema mama shuleso. Leo tarehe 27 mwezi wa 4 mwaka 2025 kwa maskani ya mwezi wa 10 saa kwa jiji la Tanzania kwa mchoro namona Yesu anakusanya mipango yao yote, anaifunga, anapita kila mahali, anaweka, anasafisha, anaondoa takataka zote. Halafu nafunga mahesabu, ilikuwa na kitabu hiki, nimekiandika na nimekifunga. Yu nafunga kwa kodi za kifalme tatatata, hakuna wa kufungua hiyo yeah. na nawafunga kwenye mahesabu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 Tunaomba tuwakumbushe majirani zetu wa Kenya na mataifa mengine, na hili tunazungumza kutoka kwenye bunge, chombo kilicho huru cha kikatiba. Tunawaonya sana wanaharakati wanaofikiri ya kwamba taifa hili ni choo, kila mtu anaweza kwenda kujisaidia na kutoka. Nataka niwaambie kwa viongozi walioko madarakani na sisi vijana ambao tutakuja kukabidhiwa taifa hili, hakuna kiumbe chochote kitaweza kuligawa taifa hili. Hili ni onyo kutoka kwa Watanzania. Mheshimiwa Mwenyekiti, nataka nikwambie, sisi Watanzania tunampenda rais Ruto wa Kenya. Sisi Watanzania tunampenda rais Yoweri Museveni wa Uganda. Sisi Watanzania tunampenda Paulo Kagame wa Rwanda. Sisi Watanzania tunampenda rais wa Burundi, tunampenda rais wa, wa Kongo na mataifa yote ya Sudani na Somalia. Sisi Watanzania hatuna chokochoko choko. Ila ninawaonya majirani zetu, they should ever never dare again, wasije tena. Ninatoa onyo kwa niaba ya wabunge wenzangu, ninatoa onyo kwa vibaraka wanaokubali kutumika kwenye mataifa yao. Tanzania sio mahali salama kwao.